Jana wa Uhuru Kinyata Migai, mtetezi wa wanyonge, mbunge mtarajiwa wa Embakasi Central 2027 Telika Hotel of Mingato. Wewe mama, ulichaguliwa kwa sababu e Excellency Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, injinia ya pili. Ulichaguliwa kwa sababu Honorable Oyugi Magwanga Joseph aliyekuwa mbunge wa Kasipul, then sahi unatuambia unataka kuimpeach Uyuguma Gwanga. Mtu Uyuguma Gwanga mali kwa mtu akanyada alipewa kazi ukatoa kwa kazi. Then unatuambia unataka kufuga rasta. Fuga hiyo rasta raka, raka. Na kama huna rasta bandika zile ya kununuliwa. Ndioanze kutembea na ndio tukufundishe jinsi unatutakaa kwa na wewe Nyanza. Ani mama amegeuka hadi kijana ambaye amechaguliwa juzi, kijana mdogo, boy Dwere 27 year. Sasa kijana ameambiwa na mama, tulia wewe uingie, kama watu wanaongea shwali. Kijana bado ni mdogo, huoni unaharibia huyu kijana? Ati kijana sasa naingia. Yaani watu wanaongea, program inaendelea, kijana anaingia katikati ya program, sasa anataka kuharibu. Yaani lakini Mungu pia ni mzuri. Wanga wajaluo ni wazimu na uwezo ngosa, wanaume wajaluo uwezi. Na saa hii, saa hii Raila yuko my friend. Ngumi sahii, so umeonyesha watu wa mabeya kwamba we ni wa, wa mama guns, so tafuta guns, tafuta guns kwa wingi, na nanaona hii pesa wa mabeya unatumi vibaya pia. Uyugumagwanga amekuwambia kwamba make sure sue umfanyi impeachment na iki fail kwa sababu uyugumagwanga pia mekupea di matam, akasema iki fail kufanya impeachment minga yugu magwanga. My friend, mi na kunyonga. Kwa sababu Oyugi Magwanga anajua mahali umefweka mali ya wana Homa Bay. Na Oyugi Magwanga alishajua mapema. Amekuonya na amesema make sure utoe Oyugi Magwanga. Amesema mimi kama Oyugi Magwanga nataka huyu mama anitoe kwa ofisi. Na akishindwa kunitoa eh, ndio anaenda. Hivi ndio amesema. Kwa sababu umesaidika kama mtoto yatima. Hauna baba wala mama, ukamea pembe. Ati mama pia anatuongelesha kwa podium. Ati adwa pile rasta, anataka kufuka rasta. Ndio naonyesha hawa wanaume mimi ni nani. Nilisema juzi ya kwamba honorable Winnie Odinga alimwona umama mapema Mombasani, na akasema ODM inauza usiku, si ndio? Hiyo ile imeonekana the next chairman wa ODM ni honorable baba wenu. The next chairman ni honorable Paul Ongili, kwa sababu Winnie Odinga mwana wa Raila Odinga Amefunga macho moja akaona mwanga kwa roho, akasema hii chama naenda. Ndugu zangu, ukisaidika kubalika, umesaidika. Ukipewa kubali. Wewe haukuwa no, na uwezo no, umepewa. Wanga Raila Odinga na Magwanga amemsaidia Raila, amefanya mkutano mara tatu na Yugi Magwanga ndiye wewe, wanga chagulia kama gavana. Hii aoni saya amemea pembe Kidero mwenye alikataa. Watu wakamtukana, Yugi Magwanga tia kwamba wewe si mjaluo, wewe ni mkisi. Unatuuza kama watu wa Karachuonyo. Yugi Magwanga akasema, Raila akiniongelesha, mimi nitatii mheshimiwa Raila Odinga kwa sababu ni baba yetu wa Luo Nyanza. Wacha nitii Raila Odinga. Sasa Raila yuko, huyu mama baada ya kifo ya mheshimiwa Raila Odinga amemea pembe. Yeye ndiye anataka ku impeach the deputy. Mtu ambaye alimsaidia, mama ambaye ana uwezo, mama saidika tu kama mnyonge, leo hii mnyonge amemea pembe. Aliyosema mteke, mateke ya asante ma, ya, ya, ya, ya, ya, ya punda ni mateke kweli. Na aliyesema maskini akipata matako lia mbwata, tumeona matako ya wanga na lia mbwata kwa sababu amesaidiwa. Tuwache kudanganyana, ndugu zangu, mimi nasema tuwache kudanganyana, tuwache. Ni nani atanitishia Unanishia na niko no na daktari Raymond Omol. Unanipeleka wapi? Na pama na sekretari yako. Tena kwa interior au unanipeleka wapi? Who are you? Sana aongea naenda kwangu. Mimi mtanizashika saaini huru nani? William Ruto ah, <laughs> <laughs> na Raymond, hao wengine hawezi kunishika. Unashikaje? Ukifika pale ake one call OCPD, kazi imeisha, unaenda kulima nyumbani na bibi yako. Mungu ametuletea kingpin ambayo si atanajilazimisha

ni watu wa 30,000. Pesa natengeneza wiki moja, unaweza kuninunua nayo, hata kuambia wanga We are watching you, na saa hii tumekuweka kwa rada. Ukipiga kona tukuna wewe, na, na nasema leo tare sita, Luo Nyanza inataka kuwa ndogo kwa wanga, ndogo ndogo zaidi Luo Nyanza imeanza leo leo. Umesikia mali ameongea, alibaniwa koo watu wanga pia ameenda Jaramogi Oginga Odinga akachukua wale watu ambao wanaenda pale kwa university, atawape shilingi mia tano mia tano mia moja moja wapigie mama Ida kelele na wapigie watu kelele. Yaani, wanga hawaoni kwamba Oburu si orika yake. Oburu ni baba yake na bado anadhulumu Oburu. Oburu, Oburu Odinga, unaona magwanga si orika yako, bado unadhulumu hao. My fellow youth from Mama Bay, msidanganywe na huyu mama ya uongo. Nimesikia watu wakisema kama wamama wafanya kazi Deole. Mama moja ndiye anafanya kazi Kenya hii, Mama Wavinya Ndeti. Ukienda kuna vitu juzi tarehe ishirini na ile alipeana wamama nini blood dry na mashini mama nani, Wavinya Ndeti huyu wa wa, wa, wa, wa, wamepa nini wa mama wa Homa Bay mwingine pia kapa nazaa na uzunguni huyu wa Nakuru, Susan Kihika anapata mimba Kenya anaenda kuzaa kwa Amerika. <laughs> Then hao ni wanataka kusema wamama wapewe uongozi. Wengine pia yuko hapa Kirinyaga. Wamama wanakufa sudala yuko kizungumiga na katu walk. Na pesa zetu. Chae ya wafanyakazi akaunti kama inakula milioni kumi lakini mshahara huu mfanyakazi ni shilingi elfu kumi na tano. Uone huu mtu anakuibia. Tena sema nilenga watu chai. Chai gari watu anakunywa kwa mwezi mmoja. Ambaye anakagharimu 10 milioni. Lakini mshahara hao watu ukiweka pamoja ifika hata milioni tano. Mimi nasema kwamba Mama wa Vinya ndio Governor ambaye ametuonyesha ya kwamba kuna baadhi ya wamama wanafaa kufanya kazi. Endeni Machakos. Si ma, wa, si Kalonzo ni kiongozi wa kampu. Wewe umeona mahali ya kihang kwa koti ya Kalonzo? Ah, kana haja. Anafanya kazi yake kama governor. But huyu, huyu wetu huyu wa PR huyu pia ch choma mara ndio kama achoa ndio anataka kuuzia William Ruto ODM. Then anataka kutupanga at mimi pia ndio kwangu mjukuu wa bunduki eh, ati wanga ndio kingpin tangu wea kama kwangu ni atafadhali wale njara aba atale nyimi tendo la ndoa kuliko niongozwe na mwanamke. <laughs> Then sasa hii hii ambaye haina mahali kunasaidia na ananiambia na, sasa mi nimfuate mjaluo, si muda kupangwa na mama mjaluo, ni muda anapanga wa mama si mama wa mama ninecha yetu kuoa wanawake wengi so wanga tatupangaji sisi mjaluo napanga wa mama, si, mama, wa mama lio luo namulandawan na nguvu na nawenovaamama konatano sahai badanasonge bwana so lazima tujipange. Mtu mmoja anataka kutupanga, mi nataka kuambia mheshimiwa Jens Oburodinga, mtoto yatima ana mama wala baba. Mutu asikudanganye kwa ODM ati anaanga kwa koti yako. Asijaribu Jen, usijaribu. Usijaribu. 2027 tukianza Migori, ochilo bai. Bai uchilo. Mita ndio gavana tukikuja, mambo ya mabet naambia, nyawangaya umekula ya mwisho bai, endo cheza ukaose vyembo na wajukuu kwako. Polepole Siaya, Orengo, uacha kudanganya wajaluo. Ni mimi ndio peke yangu mjukuu wa bunduki, nimekubalika kukaa pinzani kila mjaluo ndani ya serikali chini no ya Raymond Omolo. Wewe mjaluo, nikipata kama unapinga Ruto, nitakuuliza swali yako natisiwako na Ruto. Mimi ndio niko pinzani kao nomolo. Mjaluo yoyote, kimbia, enda kwa molo. mwana mwanasisa mjaluo sikudanganye, pesa na banapaa wanakula na mwanawake wako hapa Nairobi, wameaa wakuu wengi hapa Nairobi, kiongozi ya mjaluo saa hii ambayo anapanga mjaluo nomolo Jaluo toka mpio. Ende kwa Raimo Nomolo. Mimi niko pinzani najua kinafanya ki pinzani pinzani. Hatuwezi kuwa ndani kwenye kwa serikali. So mimi mniacha hapa nikuwe kwa baridi, nyinyi mkuwe kwa serikali. Hakuna mtu wote Orengo, kama ndio kama ndio Mheshimiwa rangu mimi nakuheshimu saidi but roundi, wewe utatangulia wajukuu wako wakufuate. Fanya nao maandamano we as Luos. Hakuna mtu atauliwa kwa niaba ya mwanasiasa mjeluo. Aenda kana Ruto kwa meza wa waelewane. Oengo kama wewe unataka kitu kama mimi mimi niko nje. So join me huko nje wachana wajaluo wakae kwa serikali. Wachana wajaluo wakae hapo. Na nyinyi mlio kwa serikali. Ndio maana nataja Raymond Omolo. Omolo ako na vision na na ambition, na mjaluo. Lakini kuna wengine pia Raila amesaidia. Mwingine anatoka hapa Suba. Kura tatu. Hiyo kura tatu atasaidia na mjaluo. Eh, hey, anakaa tu Raila amempea doketi kubwa. Leta pesa tukule, bwana, kabla Ruto atoka aende nyumbani bwana. Leta pesa. Umeweka kwa docket ya pesa, umekwa umekalia pesa. Mwingine pia ameweka kwa energy. Eh mwana umekana na bana jipodoa, James Wandai, hakuna sitima Luo Nyanza. Sitima ikiona mvua inapotea sitima gani wewe? Unaona mvua inapotea, na inapa mvua sitima la Luo Nyanza peke yake, na tuko na minister wa energy, the only man presidential material ambayo tuko nayo hii Kenya, daktari Raymond Omollo, woka nyepira. So mujaluo toka kutoka nje Enda kwa Molo, kaa hapo. Mimi niko hapa nje na chungulia ile ambayo inafanyika hapo kupinzani. So atuwezi kuwa yote kwa serikali. Mimi kama mjukuu ni kubalika kupinga serikali, lakini wajaluo wote ambao wamebaki, muende kwa Molo, kaeni hapo kwa Molo, mfanye kazi na Raymond no Omolo, kwa sababu ndio kiongozi wetu. Huyo ndio future president, lakini mambo ya Orengo sio. Wajaluo toka serikali huko na serikali kana wanataka kupeleka kama mimi niko natembea nje na tunataka kutengeneza serikali na natembea. Waje kwanza tutengeneze yetu na natembea na kina Matiangi. Tukishatengeneza, mkuje kwa yetu. Lakini kwa saa hii, nyinyi bakini hapo Nomolo. Kaeni kwa serikali Nomolo saa hii. Kama haja kidogo muibe hiyo kidogo kidogo. Sisi tupange huko na kina natembea. Sote ukitengeneza pia, Omolo pia kuja ipande huko. Tuwaje kudanganywa. Viongozi wa Jaluo wengine hata saa hii Nairobi kuna wengine wanapinga Ruto. Mchana au usiku? wako na Ruto wanapewa basha. Ukienda nao, oh, mimi sitaki Ruto utaki Ruto na wewe mwenyewe uko kwa Ruto bana. My fellow Luos, hatuna masitima kwetu kwa sababu wabunge wapumbavu wengi wao, ambao tunachagua mbunge, anakuambia ya kwamba ati serikali kutaki serikali kutaki, wale bangi ikileta hiyo, hiyo pesa wanapeleka wapi? Badala kuja lobi sitima, yeye anakuambia Ruto ni mbaya. Lobi sitima, lobi barabara, tujengewe Kwaje ni mambo ya pusi bwana. Mimi nasema mimi ndio mtu mmoja. Mimi ndio mjukuu wa Bunduki, nimekubalika kukaa kwa pinzani. Wewe mjaluo kimbia kabisa. Omolo akisema left, ende na Omolo left. Akisema right, ende right. But nyawang'aya na filini dalili ya mvua ni mawingu. Na ukiona hivi unajua vile ngumi napingana kwa ODM. Na sasa hivi mtu akona guns sasa Kenya mzima hapa mjaluo ni daktari yeye Monomolo. Guns zote alilinga wote tuko nayo kwa Raymond Monomolo. So sidhani kama kuna mtu anasapinga molo, so ukipinga molo, pinga kama uvaa helmet kama hii. Na upinga na kama kuna insurance. Kwa sababu ile ngumi ambayo utapigwa kwa molo sio hivi hivi ya kwamba wale gunsu zote baba saiko, saiko, a, hii, hii, inasafunjika, malizia, bwana, malizia. So tunasema kwamba gunsu wote wa Raila Odinga tuko naye kwa molo kwa, kwa sababu watu wa ODM wabunge wale walunyanza ni wachoyo wameweka wagunsu wa Raila Odinga na njaa, so wamepata baba mpya baba ambaye ni Raymond Omolo. So sisi no molo kwa sababu tulikuwa na molo sasa, tumebaki nomo wanga bibi beri kaya full Omolo sio reka yako ngumi iko hapa mbele.